Karibu kwenye Wana Create mahali ambapo tunachunguza historia, uvumbuzi na yale yanayokuja. Leo tunazungumzia teknolojia ya ajabu sana, mtandao wa 6G. Hii siyo tu simu au intaneti ya kasi, bali ni hatua inayofuata ya maisha ya kidigitali. Kabla hatujaingia kwa undani, tuanze kwa kuelewa jambo moja muhimu. 6G ni kifupi cha sixth generation, yaani kizazi cha sita cha mtandao wa simu ni kama toleo jipya la intaneti ya simu baada ya 2G, 3G, 4G hadi 5G. Sasa 6G inakuja na nguvu zaidi, lakini nini hasa kinatofautisha 6G na mitandao ya zamani? Hebu tuangalie. Kitu cha kwanza ni kasi kubwa sana. Fikiria kupakua filamu ya masaa mawili ndani ya sekunde chache tu lakini siyo kasi tu. 6G inakuwa na kitu kinachoitwa low latency, yaani muda mdogo sana wa kusubiri mawasiliano yafike. Hii ni muhimu sana kwa matumizi kama upasuaji wa mbali kwa kutumia roboti au magari yanayojiendesha yenyewe bila kuchelewa. Na tukizungumzia magari, majengo au hata mashine, kuna jambo lingine kubwa linalokuja na 6G. 6G inaleta kile kinachoitwa Internet of Everything, yaani kila kitu kitaweza kuwasiliana na kingine, sio tu simu na kompyuta, bali pia taa zako, friji, nguo, magari, vyote vitakuwa sehemu ya mfumo mmoja unaofanya kazi kwa pamoja. Na zaidi ya hapo, vitu hivi havitaunganishwa tu, vitakuwa na uwezo wa kujifunza kwa msaada wa akili bandia, au kama tunavyoiita artificial intelligence au akili mnemba kwa hiyo tunachozungumzia hapa siyo tu teknolojia ya haraka, bali teknolojia yenye akili. Na ili haya yote yawezekane, 6G itategemea teknolojia nyingine kadhaa. Kutakuwa na mchanganyiko wa AI, akili bandia inayofikiri kama binadamu, VR na AR, teknolojia zitakazokuwezesha kuhudhuria darasa au mkutano ukiwa nyumbani, lakini ukaonekana kama uko pale na pia satellite na drones zitakazosaidia kufikisha mtandao hata vijijini. Kwa pamoja, hizi teknolojia zitafanya dunia iwe ndogo zaidi na ya kushirikiana zaidi. Lakini je, yote haya yanawezekana bila changamoto? Kama ilivyo kwa teknolojia yoyote mpya, 6G pia ina changamoto. Inahitaji miundombinu ya gharama kubwa, vifaa vipya na ulinzi mkubwa wa taarifa binafsi. Wataalamu pia wanaendelea kuchunguza athari za mawimbi haya mapya kwa afya na mazingira. Hii inaonyesha kuwa pamoja na matumaini, tunahitaji maandalizi na uelewa sahihi. Kwa sasa 6G bado inafanyiwa majaribio katika nchi kama Korea Kusini, China na Marekani, lakini ifikapo mwaka 2030 dunia inaweza kuanza kuitumia rasmi. Swali la kujiuliza ni je, Afrika tupo tayari kwa 6G? Je, tuna sera, miundombinu na maarifa ya kutosha? Asante kwa kutazama Wanacreate, mahali pa historia na urithi wa kesho. Usisahau kushea na kujiunga nasi kwenye safari hii ya maarifa. Mpaka wakati mwingine, tuseme teknolojia siyo ya kesho, ni ya leo.